Kitu ambacho kimenileta mbele zako hapa ni baada ya kuona kwamba pamoja na mambo mengi ambayo yanaendelea juu ya taifa hili, ya nasa yale mabaya ambayo yanapelekea na hata kuhatarisha uhai wa wanadamu na maisha ya wanadamu, lakini kitu ambacho kimenishangaza ama kinaendelea kunishangaza ni kuona bado wahubiri wajitoa kwamba ni wahubiri wajitoa kwamba ni watumishi wa Mungu wakiendelea na mafundisho ambayo husiana na tukio lililopo kwa nyakati kama huu. Sasa mimi niseme tu kwa ya kwamba injili injili aliwahi kuhubiri Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe alihubiri kitu ambacho kilikuwa kifanania na mazingira ya mali husika na tukio la mali husika, yaani popote ambapo wanadamu walijaribu walijaribu kufanya kitu fulani ambacho hakikuwa kizuri kwa Mungu na kwa wanadamu, Yesu pale pale ndipo injili ilipoanza. Sasa watumishi wa leo, kuna suala la utekaji ambapo linazidi kuendelea, lakini utaona ya kwamba wao wao wako bize, wako bize, wako busy na mafundisho yao, wako bize kufundisha vitu ambavyo haviendani na uhalisia watukio ambayo linazidi kuitesa nchi na, na hata wanadamu kwa ujumla. Sasa mimi nisema kwamba wakati mwingine watu kama hawa ni wazi ya kwamba pengine wanaweza wakawa na ajenda yao binafsi, lakini si tafasiri ya kwamba wanaweza wakawa naakilisha kila ambacho Mungu akipenda akiwe ni injili chenyewe. Nikusomee kitabu cha Luka sura ya nne mstari wa kumi na sita inasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, siku ya Sabato akaingia katika sinagogi, katika katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome akapewa chuo cha nabii Isa akakifungua chuo akatafuta mali palipoandikwa sio mungu akamfunulia sio akahubiri sawa na matarajio akatafuta mali palipoandikwa akaupili saana matarajatta mai palipoandikwa roho bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema amenituma kuwatangaza waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Akifungua chuo, akamrudisha mtumishi, kaketi, na wote waliokuwa katika sinagogi wakamkazia macho. Akatafuta mahali palipoandikwa. Wakati akiwa anatafuta maandiko hayo, ni wazi ya kwamba alikuwa ameshaona watu hao wa wapo. Sasa akataka athibitishe a confirm, a confirm ya kwamba kitu kinawezekana. Akatafuta mahali palipoandikwa, roho ya Bwana yuu juu yangu akiwa na maana ameshaona mateso hayo kwa watu wapo, akiwa na maana ya kwamba hao watu ambao wanaenda kusoma kitabu hicho ameshaona wapo. Sasa leo swala utekaji linaendelea, ubiri wamekazana, tuna injili za utakatifu za kuwatabiria shauku zao, kwamba watabarikiwa kama unalana yote utaondolewa kwa swala lipi? Injili ni ipi injili? Ni tukio lililopo

kwamba ni mhubiri wa uoni kabisa. Kwa sababu injili ilikuwa ikifanania na mazingira ya tukio hilo ambalo liko pale, hata kama mhubiri yule aliendelea na kitu ambacho kilikuwa kinajaribu kufundisha watu walionao, lakini baada ya tukio ambalo nasa lileta taharuki kwenye upande wa jamii, lileta taharuki kwenye upande wa taifa na kwenye upande wa watu wengi, mhubiri aligeuza mafundisho na kuanza kuhubiria tukio mpaka aliondoka, alimada mtu ile tukio lilikuwa na makusudi maovu nyuma yake. Sasa Yesu akatafuta mahali pa kuandikwa, lakini pia ukisoma kitabu cha Isaya, Isaya 58 mstari wa kwanza, muone injili wa watu wa ubiri wubiri wa ubiri siku hizi siwaelewi. Muone injili sijajua wito umetoto gani? Hakuna cha wito, wito ni mmoja. Isaya 58 mstari wa kwanza, piga kelele usiache, pasa utoka kama tarumbeta, uhubiri watu wako salao na nyumba ya Yakobo zambia. Piga kelele usiache popote utakapoona maovu Mwanadamu wewe unajiita mtumishi wa Mungu, piga kelele usiache, pata sauti yako kama tarumbeta, ombie watu wa makosa wanayofanya, kwamba hapana utekaji, hapana kuonea watu, hapana mtu yote anayejaribu kukosoa na kujaribu kutaka kwamba serikali ifanye kwa haki, msimuonee hapana. Hiyo ndio ilikuwa injili. Injili ilenga mambo kama hayo, ninavyosema kwamba mtumishi ni mhubiri wa Mungu, hiyo Piga kelele usiache. Paza sauti kama tarumbeta. Yeyote anayefanya ovu mwambie tukio lolote ambalo litakuwa bintatanishi kwenye upande wa jamii na dunia kwa ujumla. Piga kelele kwenye tukio mpaka ikiwezekana ile tukio lije liache ndipo waje kupiga kelele. Sasa watumishi wa Mungu hapo naona kwamba wana mafundisho yao tu. Fundisho yao tu ya kubarikiwa, kubarikiwa. Nashindwa kuelewa katika kitu ambacho wito wa Mungu ulitaka wanadamu wa ubii njia hiyo au biblia namna hiyo Isaya moja kumi na nane Isaya moja kumi na saba hiyo <mulia> inasema Isaya 117 jifunzeni kutenda mema takeni hukumu na haki wasaidieni walionewa mpatieni haki mpatieni yatima haki mteteeni mjane jifunzeni kutenda mema takeni hukumu na haki wasaidieni walionewa mteteeni haki mteteeni mjane mpatieni haki mjane mpatieni haki mjane mteteeni mjane mpatieni haki yatima Jifunzeni kutenda mema takeni hukumu na haki wasaidieni wanaonewa wanaotekwa, kama kipindi hiki, piga kelele, wasaidia mhubiri, ingia humo uweze kukemea kwamba kitendo sio kizuri, kuchukuliwa kwa mdudu, kupigwa fadha, kitima kufanywa sio vizuri. Ndo utumishi huo, tuta na tutakukonfirm na ndo tutaku kudhibitisha kwamba ni mtu wa Mungu, asula ukisimama na maandiko na injili na wokovu na wito na utumishi a, kama hii. Haya mengine hatuyaelewi sisi hatuele utumishi wa namna hiyo, utumishi wa kuendelea kuhubiri vitu ambavyo ene atukio ambao linatesa jamii kwa kipande kikubwa. Piga kelele, wateteni walionewa, wateteni, simameni, walionewa. Walionewa wateteni ta Mungu, maandiko ni mengi, maandiko ni mengi, Misali, nimalize kitabu cha Misali. Yesu alihubiri sawa na matukio wake y kiendelea pale karibu na njia, penye njia panda, ndipo asimama hapo penye njia panda. Hekima ya Mungu sasa mwenyewe ndipo anaposimama karibu na mlango, mahali pa kuingilia mjini mahali pa kuingilia pa malango, anapiga kelele, enyi watu nawaita, ninyi na sauti yangu, ni kwa wanadamu. Enyi wajinga fahamuni welevu, nanyi wapumbavu, mpate moyo wa kufahamu. Sikieni, maana nitasema yaliyo mazuri, na kufungua midomo yangu kutakuwa madi, maana kinywa changu kitasema kweli na uovu ni chukizo kwa midomo yangu. Maana yote ya kinywa changu yana haki, hapana hata neno litakapotoka au la ukaidi, yote umwelekea yule afahamuye yote. Uelekea pokeeni mafundisho, maana hekima ni bora kuliko majana, wala vyote havitamani vilivyomo. Umesikia mstari huo? Maana kinywa changu kitasema kweli, maana kinywa changu kitasema kweli, na uovu ni chukizo kwa midomo yangu, maana kinywa changu kitasema kweli. Mimi ni hekima, nasimama penye njia panda na katika njia hiyo panda kila yote anayejaribu kusimama kinyume na mapenzi ya Mungu, huyo mtu, mimi hekima, anasimama kwa mtu huyo, nikijaribu kutaka kumweka vizuri na kusema kwamba hapana, asitende kitu cha aina hiyo, asifanye mambo ya aina hiyo. Mimi hekima ndio nasimama, yeyote anayejaribu kwenda kinyume na mapenzi yangu, mimi hekima nasimama kwa huyo na kuweza kusema hapana. Katika njia hiyo yote anayeingia anasimama, sasa huyo ndiye hekima wa Mungu anayejaribu kushuhudia ambaye Mungu ndio aliyemtambua. Sasa kitu ambacho naweza nikasema kwamba kama Mungu amemweleza hekima kwa sura kama hii ni wazi ya kwamba hata sisi tunaofuata nyuma yake tutakiwa tuweze kuishi maisha dizani kama hiyo, tutakiwa tufate vielezo nanyezo, na nyenzo na miguu na kanyaga huko, mama hekima huyo alipita, anasimama mahali pa Japan. Sasa mimi niseme tu ya kwamba katika haya yote tujaribu sana kujifunza sisi lakini pia na wote ambao mtakuwa na wito aina hiyo ya kwamba Mungu kama Mungu alitaka tukio linalokuwa linaendelea katika jamii hilo, ndilo ambalo watumishi wote na ubili tuweze kulidii na kulipigania kwamba lisifanyike. Lakini kwa hiki ambacho mnaweza mkaa mnaendelea nacho, na na ni wazi ya kwamba mnakuwa na matakwa na maslahi yenu binafsi, mimi ishie hapo. Hii ni sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu duniani inasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, na kila mali ambapo hapako sawa patanyosho. Amen.